Tumebahatika siku za karibuni kupata mzigo wa kusafirisha kwenda Burundi. Tuna meli inaitwa Teza, imeingia hapa tarehe 25 mwezi wa tatu. E, ina, inapakia mzigo wa makaa ya mawe uishapakia tani 290, e, na sasa hivi unamaliza tani 210. Ina mzigo wa kuchukua tani e, na, na kwa ajili ya kupeleka Burundi. Kwa hiyo ni neema kwetu, bandali hii imekuwa uh, kidogo aido kwa muda mrefu lakini bado tunabatia kupata wateja ambao wanaitumia kwa sasa hivi. Ni moja ya bandari za kisasa katika ziwa hili, naweza kusema kama ni moja ya bandari kubwa sana katika ziwa hili. Baada hii bandari kuanza kufanya kazi, tumekuwa tumewezesha fursa za watu zaidi ya 300, toka tunaanza kuhudumia meli katika kupakia mzigo mpaka wakati huu meli hii inapokuja kwenye eneo ina letu hili, ni kiashiria cha kuendelea kukuza uchumi, kwanza uchumi wa mifukoni kwa wananchi wetu. Wakati wa ujenzi wa bandari hii, wapo waliweza kubeza kwamba ni maendeleo ya vitu, lakini kwa fursa ambazo tumeambiwa hapa, takribani ajira za watu 300 kwa mpigo kwenye wiki, maana yake ni kukuza uchumi wa watu wetu waliopo kando kando ya bandari ya Karema, lakini kukuza biashara baina ya nchi hizi mbili, Tanzania na Burundi, lakini baina ya Tanzania na DRC Congo na nchi zingine ambazo ziko kwenye mwambao wa Ziwa Tanganyika. Na kukua kwa biashara huu kunafungua fursa za watu kuongeza kufanya shughuli za kiuchumi na fursa hii pia inaongeza yanakotoka makaa ya mawe Songea, kwamba soko lipo, usafirishaji unawezekana, na matumizi kule kiwandani inawezekana. Kwa hiyo ndugu zangu, Wanatanganyika, tunayo kila sababu ya kutembea kifua mbele na nini tufanye? Tuwaalike wawekezaji wenye mitaji ya kuwekeza kwenye meli wawekeze, bandari ipo kwa ajili yao wenye mitaji ya kuwekeza kwenye boti kama hii hapa, wawekeze, bandari salama iko hapa. Wenye mitaji ya kuwekeza hoteli, njoni Karema, Tanganyika, maeneo yapo na fursa zipo. Kwa kweli, namshukuru sana Mama Samia, namshukuru sana Mama Samia kwa kuipa mwendelezo hii bandari mpaka kuikamilisha leo hii. Sasa tumekuwa na uwezo kuanza kupokea hizi meli zinazokuja kupakia haya makaa ya mawe na kutokana na biashara hii ya makaa ya mawe imefanya watu wa Karema kupata ajira kwa wiki, sio chini ya watu, ya watu mia tatu hamsini wanapata ajira, kama tunavyowaona bado wanaendelea na kazi. Kwa hiyo ni faida kubwa sana kwa Watanzania. Mwenyezi Mungu, kwa sababu vijana tulikuwa tuna muda wote tunakaa kijiweni, saa hizi fursa ya bandari fursa ya bandali toka tumepata fursa ya bandali Karema vijana tumepata, tumepata kazi mpaka sahizi niko naongea, unaona bana, niko kazini, namshukuru Mwenyezi Mungu kuepukana na kijiwe. Unaona, bila bandali manake tungekuwa tunaendelea kukaa kijiweni. Yani mwenye wanaokaa kijiweni mwenye wana kazi yoyote ni ujinga, kwa sababu mama Samia amejenga bandali haya, saa hizi tuna meli inaonekana kazi yote itapotokea, sisi wazaliwa Karema tunajitokeza kwa wingi. Mi niseme kwa watu ambao wachangamkii fursa hii, mimi niwaombe waache kukaa vijiweni. Fursa imetuijia kwetu, tunaomba tuikumbatie, tuipambanie kwa sababu ni sema maisha yetu, na kupitia makaaya au kupitia bandali. Mi niseme kwamba shughuli zipo, nani niendelee kuwaomba na kuomba wananchi wote walioicha Karema, wasidharau, wajitokeze kwa wingi, shughuli ndio zimeanza.